Unasema okay, uh, habari dokta. Kamwambia nzuri za uzima neka, kaniambia salama dokta. Anasema hivi, ulisema ile dawa ya bawasiri bei gani? Maana naona ile hali aishi kuwasha sehemu ya haja kubwa, japo siyo endelevu. Nikamwambia gharama yake, akasema okay, dokta, nakutumia muda wa jioni, naomba baadaye tuwasiliane. Tukawa tumeishia hapo. Okay, uh, huyu ni mwanaume ambaye aliwahi kunitafuta siku kadhaa na alikuwa ananiambia aliniwahi kuniambia na shida ya bawasili. Baada ya hapo akawa amepotea, baada ya muda fulani ndo akawa amerudi na kuniambia kwamba ile hali ya mwasho katika njia ya haja kubwa bado inaendelea kumtokea. So akawa anatafuta suluhisho namna gani ambavyo anaweza akajitibu. So baadaye, tulikuja tukawasiliana, alikuja akalipia dawa baada ya kulipia nikamwagizia dawa na akatumia, na sio tu kutumia, baadaye nilikuja nikamtafatilia nika, ili kuweza kujua amefikia wapi na maendeleo yake, baada ya naweza kumsaidia msaidie kwa kiwango kikubwa, na anaendelea vizuri. Lakini niweze kuongea kitu kimoja hapa, nimekuwa nikipata cases za, wa, za watu wa mbali mbali ambao wanambia mba daktari, nilikuwa na bawasiri, nilienda nikapasuliwa, nikafanyiwa operesheni lakini nimeshangaa nimekaa, baada ya mwaka mmoja miaka miwili bawasili merudi tena. Bawasili merudi kwa sababu hujaondoa root cause ama chanzo cha tatizo kilichopelekea ukawa na bawasili. Kwa ni muhimu sana uweze kujua hili, suluhisho la bawasili sio kukata. Suluhisho la bawasili linatoka ndani tumboni kwako. Cha kwanza utakuwa urekebishe chakula na unachotumia. Namba mbili, bawasili inasababishwa na chakula. Na namba tatu, endapo mtu anapata choo kigumu kwa muda mrefu lazima upelekee shida ya bawasili. Kwa hiyo, usipolekebisha mfumo wa ulaji, usipolekebisha unachokula ni sawasawa sawa na kazi bule. Kwa hiyo, yote haya ni moja ya vitu ambavyo hakuna mtu ambaye anaweza kakwambia ukweli huu, hakuna daktari ya hospitali ambaye anaweza kukwambia ukweli huu. Sasa hivi kila kona huku kuna Hebo Clinics, lakini hakuna ambaye anaweza kakufundisha kama hichi ambacho Dr. Kuboja anakufundisha. Ukitambua kwamba bawasili natoka tumboni, bawasili imesababishwa na vyakula vyokula maana yake moja kwa moja ni sehemu ya safari ya wewe kwenda kutibu chanzo cha bawasili. Baada ya hapo sasa, tuwasiliane niweze kukupatia dawa. Nipigie katika namba ifuatayo 0765493645, 0765493645. Dr Kuboja, suruhisho la mahusiano yako, suruhisho la afya yako.